Mwenye anakufanyia uchawi, uchawi itamrudilia, hmm. itamrudilia ye pekee kabisa, na ndio anaanza sema se mtu fulani anikala uchawi kumijinikuloga. Sasa sasa ile uchawi inamurudilia yeah, anaanza kukimbia tamu nje. Simoni mchawi akakosa fungu, kwa sababu yeye aliingia mkanisa aliamini, ama alijifanya kama nafata wenzao, lakini hakuacha zambi. Na Wakristo wengi leo wanasindikiza wenzao kanisani, katika nyimbo, katika uh, utumishi wa pasero, unabina mafasi yote, wamo wale ambao wanasindikiza wenzao, wanakuja humo, lakini wana ujanja ambao wanaficha na Yesu siku ama siku ya hukumu yote itakuwa wazi, yenye haikuonekana yes. Duniani itakuwa wazi, na mengine inaonekana na mengine inaonekana yes. Na tunataka kuomba Mungu ili Mungu atuweze kutujaza sisi sote, woga yondoke, woga yondoke, tuwe tayari kuhubiri njili, tuwe tayari kujaza Roho Mtakatifu ili tuweze kushuhudia matendo makubwa ya Mungu ambayo Mungu ametutendea tupate hiyo ujasiri kama vile e, Petro alipata ujasiri wakati alijaza Roho Mtakatifu, ile boga ya kuokopa kijakazi ikatoka, anaanza kusema kwenye watu wengi, na alipohubiri watu elfu tatu wakaokoka. Wakati mtu anapookoka na wengine wenyewako pembeni, wanatambua huyu mtu amekwisha kuokoka. Ndio Mungu. Mungu Baba yetu katika jina la Yesu Kristo. Ujumbe huu wa Pentecoste imetufikia e, na sasa kila mmoja ajitazame ile yote ambayo inamzuia kujazwa Roho Mtakatifu, ile yote ambayo inamfunga Mungu, uweze kumwondolea aweze kujazwa Roho Mtakatifu. Vifungo vyote vya adui vishindwe, kila vita vyote vya kiroho na vya mwili vitoke ili aweze kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tunapoomba tunajua Mungu uko mwaminifu, unaposamehe kuna ule mwenye anaweza kuhukumu ubarikiwe kuhu Bwana mm -hmm. Na wale wote ambao wamesikia ujumbe huu Mungu ukubali kuwasamehe, hata wangeweza kujaza roho mtakatifu kwa siku hizi za mwisho. Amani yako Kristo itawale kile mmoja kwa jina amen la Yesu Kristo amen, amen. amen. Karibu nasema asante anaaesu stabuaama asimame, aombe mahitaji Mungu, Baba yetu, uketia mahali panapoinuka katika mbingu mm. Wewe ni baba yetu ambayo unaona yote, unajua mioyo yetu, unajua mahitaji tuliyo nayo. Wewe ndiwe jibu kutosha kwa kila hitaji. Hakuna yule aliyekuja mbele zako na machozi akarudi na machozi na neno lako limetuambia tuje na hoja zetu zote mbele za uso wako, na mizigo tuliyo nayo yote utatuchukulia. Chukua mizigo yetu yote Baba, mizigo ni mingi, mizigo ya magonjwa ah, mizigo ya zambi, mizigo mbalimbali ambayo inasumbua watu wako Mungu. Chukua mwenyewe na ujivu mmoja anaweza kuona lile la kushuhudia mbele za wengine ya kwamba nilikuwa nateseka, nilikuwa nahitaji, ili na teseka nilikuwa na hitaji hili na hili, lakini Yesu amekwisha kunijibu. Ninajua wewe ni mwema siku zote na wewe unajibu kwa wakati. Tunayaacha yote mikononi mwako tukiamini ya kwamba wasikia, na utatenda kwa jina lako Yesu, Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Mm -hmm. E, Mungu mtakatifu mm -hmm. Tumefika wakati wa kuachana na wapendwa mm -hmm. Bwana ulianza nasi mm -hmm. Na tumefika ukomo wa ibada letu mm -hmm. Jina lako limidiwe mm -hmm. Tunatafuta kuachana na wapendwa, tuachane kimwili, tusiachane kiroho Bwana mm -hmm. Tuzidi kwa pamoja kiroho mm -hmm. Kwa kuwa bila wewe hatuweze kitu yes. Tunaenda katika majamaa tofauti, uwe pamoja nasi mm. Bwana, watakao baki hapa uwe pamoja nao mm. Wenye kutusikiliza wenye watatusikiliza kwenye runinga yes. Kwenye mitambo pia nao uwe pamoja nao Bwana, wewe mm. ni mwingi wa rehema mm. Utakapo, utakapo zuru utakapotembelea wapendwa yes. wako zaidi ya sisi wanyonge mm. Pia nasi usitupitie, usitupitiwa mm. Yote tunayakabidhi wewe tutakapokusanyika tena kama hivi siku ya yinga itakayokuja, ni ajili ya kazi zako na kukwiliwa wewe, uwe pamoja nasi na uzidi kutulinda uzidi kutujaza ujasiri na nguvu ya kutamka neno lako. Tunaomba katika jina tukufu la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen, amen.